Sauti ya Afrika. Hapo mwanzoni, jeshi la polisi ndani ya Kenya liliweza kutuaminisha kwamba yule ambaye alikuwa anaitwa Albert Ojwanga, ambapo habari zilitufikia kwamba aliweza kujiua ndani ya seli ya polisi ama ndani ya kituo cha polisi. Hivi ndivyo ilivyokuwa inamaanisha ama hino ndio mfano wa kujiua ndani ya police station, kulingana na vile ambavyo jeshi la polisi lilituelezea. Mungu, unichukue. Nakuomba unichukue, unichukue, nakuomba. Oni hiyo saa hii ndio mosha nikipelekwa ii kakibeta Swali itakalokuachia ni je, inawezekana mtu kujipiga kichwa kwenye ukuta mpaka awezi kujiua ndani ya seli ya polisi na vilevile vile, pia bado swali lingine nakuuliza ni je, ile seli ya polisi ni sahihi mtu kuwekwa peke yake ndani ya ile seli pasi kuandikishwa namba ama pasi kuchukuliwa dokumenti zake kuandikishwa kwa kwamba yule mtu amekuwa pale ndani. Ni kuhakikishia na kukwambia kwamba leo kadri tunavyoongea sahihi, vijana wa nchi ya Kenya Gen Z, wameweza kutoka barabarani na kuanza maandamano rasmi kwa kisa na mkasa wa ule uliotokea. Baada ya kwamba yule ambaye ni daktari mkuu ambaye anahusika na kufanya vipimo, baada ya kwamba mtu amefariki amefanya vipimo vyake, na akahakikisha ya kwamba Albert Ojwang aliweza kuuliwa na mapolisi ndani ya seli na sio kama vile ambavyo polisi walikuwa wanasema kwamba alijigonga mwenyewe mpaka akajiua. Tumsikilize baba yake mzazi akieleza kwa uchungu kitu kilichotokea. Mimi nashukuru wale walichukua hatua kwa ajili ya kufanya postmortem. Maneno yangu hata ni machache tu, sina maneno mengi. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Kama mkuu wa polisi naibu, kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia eh, watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako. Maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye, baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu. Hebe, kwa nini ulimuua mtoto wangu? U, alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu pekee? Abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee. Saa hii nimebaki mkono mtupu. Naana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko, nikirudi Nyanza nikae nyumbani, kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? amekuibia nini? Haya ndio maneno ambayo nina nataka niongee kwako Bwana Eliud. Tumeanza kuona viongozi maarufu na viongozi wakuu ndani ya nchi ya Kenya yue, eh, Raila Amolo Odinga na Excellence William Samoei Ruto pamoja vile vile na yule ambaye ni mkuu wa wakuu pale kwenye bunge la, ta, la taifa la Kenya ambao wameweza kuja kukashifu hichi kitendo cha polisi kufanya ama kuchukua hichi kitu ambacho wamekifanya kwa sababu saa hii baada ya kwamba ripoti imetokea ni wazi hadharani ya, ya kwamba huyu kijana ameweza kuuliwa na polisi. Sasa swali ni je, ni sheria gani ama ni hatua gani ambayo kama nchi ya Kenya ama kama serikali ya Kenya itakayochukulia hawa polisi ambao walihusika na mauaji ya huyu kijana ambaye mpaka saa hii hayupo tena duniani? Na je shiri, ni, ni kitu gani ambacho kama serikali itamfanyia huyu mzazi wa huyu jamaa ambaye aliweza kuuliwa? Kwa sababu mzazi yasema kwamba alijikaza na kujiumudu kwa njia yote ile, ili mradi mtoto wake aweze kupata elimu ili mwisho wa siku aweze kumsaidia. Na hivyo basi, mzazi anasema kwamba aliwacha kazi baada ya kwamba ameona mtoto wake ameingia ama amepata kazi ya ualimu, akajuazi kabisa sahihi atakuwa vizuri. Je, kinachoendelea ni sahihi? Na je ni kipi ambacho serikali itafanya ili kukashifu kitendo kama hichi kisiweze kutokea tena? Nchini Kenya. Mtoto wangu ni mtoto mmoja. Hakuna msichana hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa kwale ya Timbo miaka ishirini ili mtoto akapokee shahada ya degree hapo Pwani University. Nilikuwa napiga moyo konde nikisema ya kwamba hata ikiwa mimi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali wa asome atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda sai kitambo, ni mfuge mtoto mpaka amalize itapata wapi? Ni vijana wa Kasongo ambao wanasema sasa instead of one term, yani instead William Samuel Ruto aende tamzima miaka mitano, itabidi wampunguzie aende miaka miwili na nusu ambayo ndio yuko saa hii, ambapo amebakisha miaka miwili amalize ile tamu yake ya kwanza. Kiukweli sana ni huzuni na inauma na inachoma ukiona kitu kama kile kinaweza kutokea kwenye ile familia Labda kama hujavaa viatu vya hiyo familia, I'm telling you, my friend, it's so painful. Eh, endapo utajaribu kuvaa viatu vya hiyo familia na ile kitu ambayo labda ungehisi, kwa sababu jana niliona kwamba kunao baadhi ambao waliweza kuvisit ama kutembelea pale ambapo miili inahifadhiwa kule mochare, ili waweze kuendaangalia ule mwili wa huyu Albert, vile ambavyo unakaa lakini kiukweli, vile ambavyo hawa jenzi ama hawa comrades vile ambavyo walienda wakaona ile mwili ilikuwa inahuzunisha, ukiangalia kwamba polisi wanasema huyu jamaa alikuwa anajipiga kwa... you, you know, kuna sentence ama kuna some information ambayo hata ukiambiwa automatically from the word go, hata kama hutafikiria utajua, si kabisa hapa, ni uongo, hakuna venye sahihi. Unaweza kujambia watu kwamba mtu alijigonga kwa ukuta mpaka akakata umaani mpaka akakata roho, mtu asikii uchungu, kama kujifunga kamba kwenye mti anasikia roho inatoka. Kujigo, u, u, tu, mti, anasikia roho inatoka ama anaona roho inatoka, wao yatafuta njia yote ili ajitetee ili asiweze kufa. Leo itakuwaje mtu ajipige mpaka ajue wakati yeye ajiona kabisa, alafu ni mtu ambaye amechukuliwa kwa kutoka kwenye familia ama kutoka kwenye mikono ya baba yake mzazi eh, baba yake mzazi anasubiria kesho yake aende kotini, ili aende akasikize kesi ya mtoto wake, ajue mtoto wake ameshikwa kwa minajili gani, ajue atatumia njia gani ili mtoto wake awezi kutoka. Alafu ukizingatia bado vilevile mtoto ama huyu jamaa ametoka kwenye kaunti ambayo mbunge wake Eh, kaspuli, mbunge wake pale pale kwenye ile kaunti ya Migori aliweza kupigwa risasi, just the other day ama just the other, the same month, mbunge wake aliweza kupigwa risasi na kuuliwa, the the same county ambayo tunaongelea saa hii, ambayo imepata na maafa mengine ambayo ni ya kuhuzunisha kikweli kabisa. So tuseme tu reality Serikali inafaa ichangamke, vitu kama hivi visiweze kuendelea nchini Kenya. Kwa sababu gani? Inatisha jamani.